Kwenye upande wa kwenye TV sikutaka kukaa vipile, nimekaa kule, kuna mambo niliyaona na nimeyaona. Watu wanatumwa kufanya vitu lakini havitimii. Mwisho wa siku, kama ni kuwafanyia umafia wapinzani, ndio tumejifanyia umafia wenyewe. Katumwa mtu kaja, si ndio, sema mtaalamu wetu kaja kufanya vitu pale golini, hadi kufika dakika kumi tunafungwa lile goli. Maana yake yule kaja kubadilisha mchezo. Kwa hiyo naamini hao wataalamu mnawatumia. Tunasema ni Simba au ni Yuda? Sio Simba, jitathmini. Nini viongozi huko ndani, mtutajie huyu chawa anayetoa taarifa zetu watani zetu wanazipata ni nani? Kwa sababu walisema mapema, nimemmsikia yule anamuita Kevo, kaongea hayo maneno kwenye jambo kimoja cha habari kabla jezi jeja. Nimemmsikia alikaa mwe, kaongea msemaji wa nyuma mwiko. Je, hawa taifa zetu wanazitoa wapi? Mbona sisi jezi tumetambulisha mlima Kilimanjaro hazijavuja? Tumetambulisha msimu uliopita jezi 10 Morogoro, mbona hazijavuja? Kwa nini msimu huu? Au ndio tunataka kumzadirisha Jeruti? Kwa hiyo naomba viongozi mjitasimini. Kwa hiyo hata gemu ya leo bado tunaamini kuna mtu anatupigisha shoti ndani. Siwezi kuamini kwamba kamati zinafanyika vile. Ule ni utoto. Humo kuna watu wanapigisha shoti, kuna watu wanapigisha shoti na ndio maana wakaambia hawa jamaa waame kwa Mkapa waende nyua amani Zanzibar ili wapate njia wa kutupiga mabomu vizuri Benjamin Mkapa. Na tusipojitasimini mechi zinazofuata. Hii ni mechi ya tatu hii. Mechi mbili tumetoa sare kwenye mchujo, tukasema kawaida kwa sababu tutashinda away. Lakini leo tumepoteza tukiwa nyumbani na mechi muhimu. tulishajai kupoteza hapa na Raja Casablanca lakini tumeenda kuchukua pointi zetu wapi? Kwa vipasi ya Uganda tukawapiga kule tukarudi nao, tukafanya comeback, tukaenda toa robo finali. Sasa mwaka huu tuna kazi kubwa. Hawa jamaa wamemngangania mtu nyumbani kwake. Sawa, hawa stadi Marie nyumbani kwake jana experience, yuko nafasi ya tatu Afrika, lakini kaambia wewe hapa hapa upate matokeo nyumbani kwake mbele ya mashabiki wake. Kwa hiyo naamini kundi letu liko mazingira magumu, tupambane kwa jasho na damu. Kama mnawategemea hao watu wenu, mnaona kwamba wa maana wanakuja uwanjani, lakini hao wanakula hela za bure, hamna kazi. Na mkitaka Simba ishinde, hakikisheni watu wapo. Rudini kwenye matawi, angalieni viongozi wa matawi, dilini nao, wapeni hela ndogo tu. Naamini mechi zinazokuja zote Simba tutapata matokeo, tutapata matokeo away na tutapata matokeo hapa. Sisi hatuna haki ya kulazimika kumsafirisha mtu kwenda Moroko si kwenda Algeria watu wanarusha mabomu hapa hapa na mechi watu wanashinda. Sio mpaka umlete mtu hapa. Nimeona matukio ya ajabu mpaka wachezaji wanabadilisha viatu. Ile maana yake nini? Kule maana yake ni kufeli kule. Kama mtu anasema yeye ni mtaalamu, anawashauri wakabadilisha viatu, hata tumeshinda. Kama sio uongo ule. Tuliona hapa na Raja hapa. Gari nilifika hapo linaingia kinyume nyume hapa. Hatukufungwa goli tatu. Ndio wale sasa wanatumika tena kwenye mechi hizi kwa hiyo naamini ndani ya Simba bado tuna mamluki wa Yanga viongozi jitasiminini mapema. Tutoleeni hao mamluki Simba ni kubwa. Hatuwezi kupotea nyumbani, uwanja tunao wiki nzima. Hatuna timu nyingine yoyote inaocheza hapa. Je, huyo mtu anakujaje kuja kutukamulia ndimu hapa? Watu washaye kuvaa mpaka jezi ya Kaiza Chifu hapa, lakini wakaja hapa Kaiza Chifu kafa. Hao hakuwa na wabeba. Sio walikuwa nakaa nao mpaka wanaonesha sehemu ya kuruka. Mageti, kaja hapa nani? Huyu nani hapa wa, wa, wa, wa Misri? Almasri alikuja msimu ule uisha hapa. Sakaja akaruka geti akufungwa. Sikafungwa, tumeenda tu wa nusu fainali. Kwa hiyo naamini ndani ya simba bado kuna watu wanatupigisha shoti. Jitasimi nini, mwawatoe hao watu, simba ifike sehemu salama, na kama mtaendelea kuwategemea hao, tutaendelea kupata shida na tutaendelea kushenyetwa. Lakini simba bado wana nafasi ya kwenda tu robo fainali. Tupambane, hakikisha viongozi mnarudi kwenye watu wa matawi, tutafika nchi ya hali. Asante sana.